Namba 26 ambapo wakulima wengi wanaendelea kuvuna mahindi katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa, lakini ni kwamba sehemu kubwa huharibiwa na wadudu na uhifadhi duni, huku mvua inayoendelea ikisababisha wengine kuuza mazao kwa bei ya chini kutokana na ukosefu wa maghala bora. Hata hivyo, teknolojia mpya ya kuhifadhi nafaka huenda ikageuza taswira hiyo, kama anavyotuarifu Collins Shitiabai. Ili kukabiliana na tatizo hili, teknolojia mpya ya maghala ya kisasa yasiyopenya hewa imezinduliwa kusaidia kuhifadhi nafaka kwa muda wa hadi miaka saba. Uh, we are tackling a very huge issue in Africa, that is post-harvest losses, where we lose up to 30 to 40 percent. Even some farmers lose up to 50 percent as a result of poor storage. So what we've done is to come up with the smart grain silos that the farmers can use to store their grain safely. Maghala haya ya chuma yana senza zinazotumia nishati ya jua kufuatilia unyevunyevu unyevu na joto na hivyo kuhakikisha nafaka inabaki salama na kavu kwa muda mrefu Wadau wa kilimo wanasema ubunifu huo utawasaidia wakulima wadogo wanaokosa miundombinu bora ya kuhifadhi mazao. Tumekuwa na shida ya kuhifadhi mahindi kwa miaka nyingi. Tumekuwa tukiweka mahindi tukitumia magunia zile za kawaida, lakini baada ya muda zimeharibika. Si shauri ya eh, kuna panya, kuna weevils na vitu vingine. Mahindi tulihifadhi kwa magunia ile ilikwanga ya makonge, lakini tulipohama katika magunia hii ya nylon, hapo ndio shida yetu ikaanzia, kwa sababu uh, wale wadudu ambaye inaitwa wivo hawawezi kuspea mahindi. Maana kutoka kwa shamba, hiyo wadudu wanafika naye wanakula, so ikawa changamoto jambo, na pili jambo lingine ni kwamba uh, unajua haraka haraka haiwezi kutusaidia wakulima kwa sababu ukiona labda unaona hauna mahali pa kuweka unataka kuuza mahindi yako, labda uliuza kwa elfu mbili mia tano mia nane na kesho hiyo ingine kesho ikifika mahindi ni gunia shilingi elfu nne hautaweza kununua mahindi hiyo ingine kwa sababu pesa zako zimepungua, si na wewe mwenyewe hautakuwa na pesa. Kupitia ushirikiano wa mashirika ya maendeleo, teknolojia hii imeanza kutumika na maelfu ya wakulima nchini huku wengine wengi wakipokea mafunzo ya kuzuia hasara ya baada ya mavuno.

Hatua hii inatoa matumaini mapya kwa sekta ya kilimo. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen Kaunti ya Trans Nzoia.